Haimpasi mtu anajinasibisha na elimu ya hadithi. hadithi zai haya ni sikuyataja siku ya mwanzo, sindio? Sikuyataja sitaki hata kumradi, maanake mengine ni fedheha kwa kuyataja mtu ambaye anajinasibisha na elimu ya hadithi. Lakini kwa vile wametaka wao, sawa, sindio? Wametaka wao taja haya, tumemaliza kuyabainisha hapa. Utaona mbinu zao za kukwepa, hatujibu Si ndo hoja zao hizo, hoja zao hapigi sasa. Jamani, leo mnawasema, nawasema wakina Kishki, ehhe, simuna kwamba wao wanasani na hadithi dhaifu, wakina wanasema baadhi ya walinganizi ambao hawashabu- akina wakina nani yule, wanasema ni maalim ambaye yeye hachambui hadithi sahihi wala wana dhaifu, ye anaendaja sanakata nianza na kuwashambulia mba wenyee nadukia huko wa wenyee, ameshakuwa kama wao, maana hiyu ni udhaifu wa elimu ya hadithi waliokuwa nao

Ntachukua ki ntapata faida gani kwa bwana? Ndio kibri zenyewe hiki, sitakwambia upate faida kwangu wala ufanye nini, uchukue haki iliyokupa sindio? Inatakiwa hivyo basi. Kama sio haki, sema ni bapo, kama nimekosa mi ntaraja, zinatakiwa hivyo, hakuna namnao kukutana. Mii nimeona hivi halafu ha? maneno haya haya alikuwa anayasema siku za nyuma kwamba mtu yoyote hata akiandika kijikaratasi kwa mkono wa kushoto au wa kulia, maadamu anazungumzia dini, tutamtandika tutamjibu. Sasa najibu sasa hivi, wanamuuliza haya, mbona unyi mwenye anambia wasomo wa jamani, mimi kweli elimu yangu na nina haja kuongea na yule eti ana haja, yani elimu yake ni kubwa sana, maana yeye ni kama vile kama Imam Ahmad kama Imam Bukhari yule ameje, kama zile kama Imam Bukhari na kama Imam Ahmad, eh na kama Sheikh Muhammad, kama Imam Al-Albani, ndio manzila yake amejiweka, na watu wanaomfuata huko chini wote wameweka manzila hiyo, maana yeye ni hali subhanallah hii wa ni dhulma nafana ishara ya kwamba hawa watu wamewajenga wasiwajue ulama ni kina nani kabisa. Hawa hawafahamu wanawachuoni ni kina nani, wanasuoni na manzila gani, elimu yao iko vipi? Elimu mbovu ya huyu bwana za ulama. Hii ni ila adabi maa lulama aaadabu ndogo na wanawachuoni na a maneno, anasema kwamba hawezi kufanya munakasha sana mimi, mimi, muchtawa mimi muchtawa sani, ye, kwa sababu mimi msta wangu uko chini sana haya

kwa hiyo maana mstawa wake na hao ndo huko, sawa sindio? Basi kama mstawa wako na hao sh mstawa wake na hao uko sawa, ndo haya anatuletea maajabu haya. Maajabu anayoyaleta ile bwana na kanuni, akitaka kuzungumza yeye mara nyingi jerhe za ilmi hawezi. Mi nimemfatilia sana kada zake na baadhi ya mambo yake, anazungumza akikosoa vitu yani, au akijitetea yeye yani kujibu majibu ambayo yako yanaenda kielimu vizuri, hawezi oui. Ila yeye amezoea sana mambo binafsi ya watu, faida mambo ya watu, mambo binafsi, si dini yani. Anacho mambo ya dini, ana mambo binafsi, ukisoi kandaka anajitetea, sababu amezoea ma, mambo, mambo ya umbea, mambo ya binafsi, mambo ya umbea. Wewe umekosolewa kwenye dini, ajibu nini? Ni masuala ya dini iliyokusolewa, umeambiwa umekosea hadithi fulani, jambo fulani nasikuu najia hili jambo kama mambo ya watu ndio fulani, unajua uko hivi maelezo yake. Yule bwana aliendaga huku hata ambaye hayana uhusiano na ile ile nukta. Sasa ukimsikia, nikagundua kwamba yule bwana ameathirika na yule mwenendo wake kwa mambo ya watu, umbea, si mambo ya dini anazungumzia. Kujitetea ile mambo ya mapicha yake, zile picha alizopigwa juzi kwamba yeye kadha kadha, lakini yote anajitetea yeye, anazungumzia kutaraja kwake yeye Maskini kaanza kumtaja, kuna yule binti aliyeozeshwa, huyo mama aliyeozeshwa, Allah kamtaja. Basi mama kutaja wake za watu kwake ni alioezeshas n bin limba sema, huyo mwanamke mwenyewe ambaye ameozeshwa, aliolewa, alikuwa mshaolewa kwanza, akaachika. Baada ya hapo, alipoachika, baadaye amekaa amepata mme mwingine, kafungishwa, kaolewa, kaolewa. Jamani, nukta ya dini zungumziwa wewe, huyu mwanamke huyu binti wa watu kaingiaje kwenye kutaja mambo yake binafsi ya ndani? Usafaraja wewe, sinataka kubainisha kwamba wakosea wewe, haya mambo ya binti wa watu, maskini ameficha labda siri yake, asijue mtu au wanaojua ni wachache, leo unatangaza kwenye maiki, dunia nzima inaenda, ndio dini? Nasema tukusolewa namna hii, au mtu anapotaraja azungumze mambo binafsi ya watu, haya kosa la huyu binti limekuja kujaje? au kumwanika mbele ya jamii watu wajue kwamba wote aliolewa akaachika, kwenda ile mme wake maskini, hata watu wasijue, sindio? Kaja kumwoa labda anajua analijua hilo halijui, pia mara nyingine au analijua, si ataka niishie ndani. Jamani, mtu anapenda kweli mambo ya hivi eneko? Wapo kwenye hii jamii yetu, nani amependa mambo haya asio watu, lakini kwambile ene amezoea mambo ya umbea, mambo ya watu binafsi binafsi, kaacha ile nukta anayezungumzia akaja ndelezi dada wa na ukumbusha, ukita kuzungumzia masala ya dini, rejea kwenye nukta ya mzozo, kama ni kwa taraja taraja dhahira. Lakini hii yote mambo ya dada wake za watu, huu ni ujanja ujanja wake. Ndio maana nikwambia tarajio yake, si ina ujanja ujanja mwingi, wala taraja mambo yake haya. Dada watu wameingia hivi kwamba aliolewa akaashika, akapata mchumba tena, kaaya kaolewa, sitaenda wapi? Yote ni kosa yake hapo. Mambo bila shaka nabakia huko Kadhalika, wakati anajitetea huyu bwana, ukisikiliza maneno yake vizuri, anadhihirisha kwamba alikuwa anazo taarifa, alipewa taarifa za hiyo ndoa itakayofungiwa msikiti wa watu wa Makhurasi, msikiti wa Bakwasa, na alikuwa ana taarifa kwamba yeye ndiye atakayefanya nini atkasimamia nini ndoa. Si kwamba anaozesha, anaozesha ni nani? Ni wali, lakini yeye jukumu la nini, usimamizi wa hiyo ndoa. Naona sasa, kama kweli wewe ni mkweli, ulikuwa na taarifa hizo kabla ndoa ijafika, e, na kwamba wewe unataka kuwa msimamizi, na leo ukabidhi jukumu hiyo ndio mwenye ndoa ambaye anaozesha baba mkwe wake anavyosema naye anasema anafanyaga utafiti, ameshindwa kufanya utafiti kwamba wo msikiti ni wamakhorafi. Kwanza msikiti wamakhorafi, watu wa bida pili, msikiti watu wa bida. Inakosaga munke aliwapita msikiti watu wa bida, unakosa munke aliwapita hasa ni mambo ya harusi na mambo ya walima. Kama hivo hayako ni mambo ya halali, wao wamehalalisha kwao, na yeye anafahamu hilo. Kwa nini hakufanya utafiti? Maanake anajisifia kwenye baadhi ya, kwe baad ya sauti so zake nyingine kwamba yeye hazungumzi jambo ila baada ya ku ifanyia utafiti. Miaka umeshindwa kufanya utafiti kwamba huo msikiti msikiwa watu wa bidaa wa wa hapo patakuwa bunkari patapatakuwa kadha, mpaka siku sikuhi anatokea anapiga mapicha, anaanza kujitaka ujanja janja. Yeye madhumuni ile, ile mada yake aliyozungumza wakati ule au juzijuzi, maana yeye hata kuiamba kipicha ni haramu

na ili kuonyesha kwa kwamba yeye ni mtu wa masla siku zote, maana aliambiwa amekabidhiwa jukumu la kusimamia hiyo nikaha na nani, baba mkwe wake ameshajua kuna hilo na amelifahamu ame-, kabla ya hapo amekuja, mengine nanya mapisha utetezi mwingi kuzungukazunguka huku na huku, na taraji haiwi namna hii. Tauba ya mtu mkweli haiwi hivi. Mtu anajuta anazungumza halasi mbo anapita, ama kwanza kutoa maelezo, ilikuwa hivi, mimi nikaenda hivi, unajua ilikuwa hivi. Allahu mustaan. Halafu kimsikiliza yule bwana kulmaake anazungumza, ana mapenzi na makurafi kabisa, anawapenda masufi na nitawatolea mfano kama anawapenda makurafi. Sipendi makurafi, lakini anawapenda makurafi huyu. Kuna baadhi ya sauti zake nyingi tunazosikiliza anasema ana shehe wake mmoja wa tamta anaitwa Muhammad Ayub, mtu wa makaburi huyo wa tamta huko, Muhammad Ayub.

na kuwatweza kuwasema vibaya, kuwachukia, kuwa watu kuwa wa Sunna, hii ni alama watu wa bida. Wahila atuambie ni misingi ipi anayoitumia wakinabihi? Ni mashehe ule Behaad oh, Sharif Muhammad behi oh, huko Mombasa, Lamu, anamwita shekhe kwa sauti yake, sauti yake. Tunanasema hivi, hawa huko wanaita mashehe Muhamad Ayubu na yule akhi anayemwita al akh Imamu Muslim Makorathi ubakwata huyo al akh

mtavai mtu wa bida anatega ama amezua amekuja na bida huyu hataji wala karama haadhimishi wala hataji vizuri wala karama. Sasa tunaona wakarimu anawataja vizuri watu wa bida, alafu watu wa sunna wakati huo huo anawataja vibaya kwamba hao ni hajawira allahus. Sasa huu ni mwenendo mbovu aliokuwa nao huyu bwana, ambao si mwenendo wa Ahlusunna Waljamaa hata kama watu wake watachukia na inapoelekea huyu bwana huenda akaja akaelekea kuwa karibu zaidi na masufi au akajiunga na usufi, ila akujie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntaona haya miaka ijayo mbele, kwa sababu kwanza taadhim kidogo kidogo. Maanake nini? Kidogo nina moyo wazuri wale kuliko wale Sunna wal Jamaa. Zamani kipindi bado anazirisha ile koba na ghera na nini, aliwahi karibishwa kufanya muhadhara msikiti wa barabara ya sita, msikiti wa Barahiani walivyotanga, wanaujua msikitini ya sita alikataa kufanya mhadhara ndani ya ule msikiti kwa vile kuna nini? Kuna picha, kuna jamaa anachukua picha. Sifanyi mhadhara kacho, sindio? Haya, kwenye hiyo ndoa anapigwa picha, anaona. Japo ni mwongo, anasema eti picha vinachukuliwa mara nyingine, anasema wakati vi vinachukuliwa hakuona, ilikuwa kwa siri, imechukuliwa picha kwa siri kijana mmoja Ichakwairi simtaji, nafanya munkara. Mara nyingine anasema mara anapoona mapicha mshatoka. Haya, ile imani iko wapi ya kuona munkara? Watu smartphone yao wanapiga picha, ulikataa muhadhara? Jamani, muhadhara si kitu wadhi, kinaelimisha umma, wanatoka na faida lakini kwenye tendo la ndoa lile, kwa sababu kuna maslahi ya mko wake pale, kamwambia wewe bwana, simamia hapa. Ni mtu anapelekwa kichamchunga na watu ambao hata hawajui dini, maadamu maslahi yake ndivyo alivyo. Ila kilichomzuia asiondoke ni nini? Mhadhara kwenye misikiti ya watu kwamba ina, ina, ina picha au kukemea kwa uchache, kukemea kwa ulimi, ameshika maiki. Kilichomzuia na maiki, akasema, jamani, picha ni haramu, Msipiga picha, ashadu nnasi adhaban yauma alqiyamati musawirun. Amekaa kimya, mapicha yamechukuliwa, yametawanywa kila kona, alikojua picha zimetawanyika. Asitaraji utaraji, una utaraji wenyewe, ndo haya maneno mengi anazungusha huku na huku. Ana huyu si mkweli, huyu kadhabu, dajal dalun, mudhillun, mulabis ita. Anasema picha zilipigwa, lakini mi nikajua Nilijua napigwa bwana harusi, sikujua kama napiga picha. Lau ningejua mimi kwenda mambo yangebadilika, na wengine wakawa wanachukua na video. Sasa kwa kuwa watu wakawa wanawapiga picha watu wengine, hasa bwana harusi, sisi tukaona yani tukapatwa na udhaifu huu. Hapa ndo tukazungumza udhaifu uliotupata kwa maana ya kwamba hatukukemea sisi kwamba nyinyi msichukue picha, hatukujua kwa maana sisi kumbe tumo katika picha hizo. Tungejua labda pengine hali ingekuwa tofauti kidogo.

Wewe unamjua aliyepiga picha na kijana mmoja alipiga picha kwa siri, sitamtaja kwa sababu hajielewi. Hivi kweli mafuta ni mtu ambaye yanamuona mtu anamkosea amnyamazie? Ndio amefikia daraja hii kweli? Na kipindi kile cha nyuma anasema hata mtu akiambia kikaratasi kwa mkono wa kushoto kulia, awe ni khurafi, awe ni takfiri, awe ni khariji, awe salafi, tutamtandika, tutapambana, lazima meno haya tutapambana naye. Mimi ndio kitu kimoja nakwambia nilivyo mimi kwa ile historia ya mizozo mnayosoma kwa wana wachuoni, mtu akiandika aki, mtu akiandika kijikaratasi kwa mkono wake wa kushoto au wa kulia ovyo ovyo, lakini lengo lake ni kuchafua hali ya hewa na kuchafua dawa, mi nitamjibu, ili mradi ni kutathmini tu athari ya maneno haya yana inakwenda vipi? Kama ni maneno kwa kwa kwa siri siri, simtaji, kwa vile kwenye dini hawasemi

Anakata maneno yake, anatafsiri anavyotaka yeye, ili watu wamwone ni mtu mbaya. Anachukua maneno bila kuyafahamu, anachukua maneno kwa watu wenye chuki, anatafsiri, anaeneza. Yote ni dhuluma hii, kwa maana wanachuoni wa Ahlusunna Waljamaa anawadhulumu bila haki, bila haki yoyote. Lakini huyu mwovu, kwenye mapicha yake, simtaji kwa vile mtu ajielewi. Allahu lmustaan. Hii ndo manhaji yake, hiyo. Tunasema tauba yake iko kijanjajanja. Kwa sababu gani? Tauba ya Mafuta iko kijanja janja kwa sababu alipoona picha zimeenea kwenye mitandao na akapigiwa simu na watu, ndio hapo kafanya nini? Kataraja. Lakini lau kama yule bwana asingejua, mambo yangeishia chini chini, sivi? Nadhania Mafuta angezungumza kijalia angezungumza kama angepata taraja. Mbona kuna makubwa mengi umeyafanya hata kuya taraja, na ameahidi mengine anakutaraja alivyokuja Moshi juzijuzi hapa alaka yaliambia nikuwepo

Lakini chukueni kwamba Muhammad bin abi Bakar si sahaba. Tumemthibitishia kwamba huyo ni sahaba kwama ushahidi wa maneno hawa hapo, wanachena Ahlu Sunna Waljamaa. Alakh alikwenda kumuuliza juu juzijuzi, alipokuja hapo nilo nikifika nitaletolea tambihi, kama tulifanya itlaq kama tulisema moja kwa moja. Eti angalia ujanja mwingine huu, maana kii ni mjanja wa maneno. Eti kama nilisema kama itakuwa nilisema hakuna mwanachuoni hata mmoja, nitakuwa nilikosea

Haya, juzi juzi unaambiwa unaahidi, baada ya kuona una watu wachache mbele yako, kama nikifika nitalitolea bayani hilo. Mbona tutasikia bayani yako mpaka leo? Jamani, kuna baya hili la picha, si la kwake binafsi. Hili la kumsema wanachuoni, kumtukana mwanachuoni, si kubwa zaidi ya hili. Bado umeanza na hivi dogodogo hivi, dogo, baada ya kujua imeenea, maanake manhaji yake siku kisiasa, siasa zaidi watu watashtuka, anachomeza na mbinu mpya tarajwa watu pale kwa vile walikuwa watu watano si watu sita, watu wachache, ambako na wale labda wakamalizia pale pale chini kwa chini, hazungumzi, alikaa kimya na sisi tuko mengine, ikiwa ile mambo ya watu wa Albani kwamba watu wa Albani hata miaka elfu ngapi watapata elimu, maana yeye ndo Allah anajua ghaibi al ghaib, akakuta kwamba hawa watu wa Albani miaka elfu ngapi watapata. Na sisi tuna mengi ya kuzungumza kuhusu masidi Albani kwa ripoti za wanafunzi wanazozileta na namna ya usomeshaji leo, mngekuwa makubali na saha, tungewapa nasaha ili markazi iboreke, lakini mejiona kwamba nyinyi haiwezekani. Huyu Abdulkarim Afrika Mashariki hakuna hapa, mtabaki hivi na sisi tutawaangalia tu, si tuendelee kusomesha. Mimi kazi yangu bwana ni mwalimu bwana, nasomesha tu. Hawa ndugu zetu, namna ya usomeshaji wao, walipokwenda watachukua miaka siu elfu ngapi ili walete faida. Sasa leo ungekuwa wakubali na saha, tungewanasihi sisi durusi pelekeni hivi hivi hivi utaratibu wekeni hivi lakini watakubali wapi? na wao wajua sana kama hii ghururi, haya ni makosa ya kimanhaj na aqida. Kama vile mtu Mungu, mtu aliyesoma aqida ahlu sunna wal jamaa, kama ikiwa kama nilisema hivi, utaenda kubainisha haya. Mbona haujabainisha mpaka leo? haya si mwingine makosa ya aqida haya, mbona hayasemi? haenda kuyaficha mpaka baada ya kuona hili limeenea, eh, ujanja huo katoka. Ndio maana sema tauba ya kijanja janja, si mkweli si mkweli. Alafu anasema masala ile, alipopigiwa simu, alipopigiwa simu na rafiki yake mmoja wa Pangani, akamwambia shehe, umewezesha ibada hii akashtuka. E? E, angalia mali mbilimbili za kijana manene ee, anasimamia ndoa hajnameza ni nani hafahamu, aida yake haji yake, mpaka watu mpaka atubu. Alafu wale watu maibadi wanafahamika, wana baadhi ya alama zao miongoni mwa alama zao kuna mavazi wanavaga, yepo wanasema ni mila, lakini ndio wako nayo wao haya mila.